Rais William Ruto ametia saini sheria ya kudhibiti mashirika ya serikali itakayounda hazina ya kitaifa ya miundo msingi. Sheria hiyo pia itasaidia kusaka shilingi trilioni tano za kufadhili mikakati yake ya kupandisha taifa hadi kiwango cha mataifa yaliyostawi duniani. Akizungumza katika hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi wa chuo cha ulinzi huko Nakuru Rais amesema Kenya imechelewa sana katika safari ya kufikia viwango vya mataifa kama vile Singapore, Malaysia na Japan. Emmanuel Tor anaarifu zaidi. Thank you. Saa chache baada ya kutangaza mpango wake wa kupandisha taifa la Kenya hadi viwango vya kustawi vya kimataifa, rais William Ruto Ijumaa asubuhi alitia saini sheria mpya ya kudhibiti mashirika ya serikali. Sheria hiyo itasaidia kukusanya takriban shilingi trilioni tano zinazohitajika kuwezesha mpango huo wa rais Ruto uliojengwa juu ya minara minne ya kuimarisha utendakazi wa Wakenya, unyunyiziaji maji mashamba, Kawi na uchukuzi. Mashirika ya serikali sasa yatalazimika kujitegemea kifedha na kutengeneza faida. Wafanyakazi wa serikali kwenye mashirika hayo pia watalazimika kutia saini mkataba wa utendakazi, ambapo wazembe watapigwa kalamu na wanaotia fora kuvishwa pete. Akizungumza katika chuo kikuu cha ulinzi kwenye sherehe ya tatu ya kufuzu kule Nakuru, Rais aliwataka Wakenya kujumuika naye kwenye safari hiyo. Hayo yakijiri, waziri mkuu wa Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim, anatarajiwa nchini Jumapili jioni kwa ziara rasmi itakayoelezea hatua ambazo nchi hiyo ilipiga kufikia viwango ambavyo Kenya inaazimia leo. Emmanuel Toru, runinga ya Citizen.